Taarifa inokuja sasa hivi pengine wengi wenu ndio unaokuwa mnaisubiri. Wengi wenu mmesikia au kusoma taarifa za kuvamiwa, kushambuliwa na kujeruhiwa kwa katibu mkuu wa baraza la maaskofu Katoliki Tanzania Padri Charles Kitima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 bali tuna tafakari na kujiuliza ni nini hasa kinachoshambuliwa kwa tukio kama lile. Je, anashambuliwa mtu, taasisi au taifa? O vitatu vimeshambuliwa mtu ameumizwa, makao makuu ya Baraza la Maaskofu yamevamiwa na heshima ya taifa imejeruhiwa. Shambulio lile halikuwa la watu waliotaka kumpora mali au fedha, bali lilikuwa ni shambulio waliotaka kumpora uhai wake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 na laana ya milele. Atukuzwe Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Bikira Maria ma